Wananchi hao wa vijiji vya Nangumi na Likonde ni kati ya wakazi wanaonufaika na mradi wa maji wa Mbuo unaozalisha lita milioni moja na laki saba kwa siku ukihudumia kata mbili za Mbuo na Manyanga, kwa sasa wamekuwa wakilalamikia tatizo hilo la kukosekana kwa maji vijijini mwao. Wakati mradi uko chini ya vijiji, tulikuwa tunakunywa maji, lakini baada ya kuingia MTUWASA ndio wamezidi kutuumiza. Tunafikia kununua plastiki shilingi mia tano na ili upate maji hata huko iyali, ni mradi wa MTUWASA kama yafiki iyali, tunaenda Mbuo na ukimpa ntude waka plastiki shilingi elfu moja kutuletea hapa, adha kubwa, na tunakoenda kuchota maji tunatembea umbali mrefu, mabondeni huko, tunakoenda ya mguu na watoto mgongoni. Kwa hiyo ndio maana tunateseka ni sisi wanawake, hii ndio changamoto kubwa ya maji maji asilimia kubwa tunatumia katika visima vya jadi ambavyo, kuna kuna eneo moja linaitwa Miongole, kuna eneo moja linaitwa kwa Sadamu, ndio visima ambavyo tunavyotegemea ambayo maji sio salama, lakini maji ya kwenye tenki hatujapata kwa wakati. Akifafanua utekelezaji wa mradi huo kupitia changamoto za wananchi hao, kaimu mkurugenzi idara ya usambazaji maji na usafi wa mazingira amekiri kuwepo kwa tatizo hilo ambalo kwa sasa amedai kufanyiwa kazi ili kusaidia kutatua tatizo hilo. Ni moja ya miradi midogo ambayo tulikabidhiwa kutoka katika manispaa ya Mtwara Mikindani ambayo yenyewe ilikuwa inaendesha kwa ajili ya kulisha maeneo ya Mtwara vijijini, baadhi ya kata za Mtwara vijijini tuliopokea mwaka 2019. Ni tukiangalia na uzalishaji wa lisia, tunajikuta kwamba bado hatujaweza ku kufikia mahitaji ya maji yanayohitajika kwa sasa. Mahitaji ni makubwa, lakini uzalishaji ni mdogo. Kuwepo kwa mgao kunasababisha baadhi ya maeneo kidogo kutopata maji kwa uhakika yani. Tunaimani timu yetu inaendelea na shughuli ya utafiti na kuweza kuona kama changamoto hiyo imejana nini, ndani ya wiki moja hali itakuwa imekaa vizuri kabisa. Kwa mujibu wa kaimu mkurugenzi huyo, amedai pia changamoto ya uchakavu wa miundombinu inachangia tatizo la upatikanaji wa maji safi na salama, lakini jitihada zilizopo huenda ikajibu utatuzi wa kero za wananchi hao. Kutoka mkoani Mtwara, naitwa John Kasembe, Azam News.